Ilikuwa kwani tufanye mtihani lakini, sasa mtihani tumeambiwa mara tunafanya mara hatufanyi. Sasa ilikuwa hakuna mwelekeo maalum. Nimefika hapa na shangaa, tunaambiwa hatuko, our name is not registered through Nita, how comes? Na nimelipa na tuko wengi tumelipa sote na tuko na receipt so tukashangaa. Na hiyo vijana wengine wa center nyingine wamekuja hapa wawili wako hapo ndani wanaendelea na exam. Hawa ni miongoni mwa watahiniwa 97 wa chuo cha kiufundi cha Mkwajuni Takaungu, kaunti ya Kilifi, ambao wamekosa kufanya mitihani yao licha ya kulipa karo sawa na ada walizotakiwa kulipa ili kufanya mitihani hiyo. Ni jambo la kuhuzunisha sana kwa sababu mtu kama mimi uh, pesa wazazi wangu wanatafuta pesa kwa shida, pesa kupatikana ni shida, ameng'ang'ana amekopa, sijajua lakini sasa amelipia mimi karo lakini cha kushangaza, wakati umefika wa kuwa mimi nifanye mtihani, lakini nafika hapa mtihani hakuna. Sasa tunataka tujue. Ah, ndio maana tumekuwa hapa toka asubuhi, hatuja kula chochote, tumeshinda hapa njaa na kufikia saa hii, ah, ni wakati wa jioni, na sasa cha kushangaza hatujapata mtihani. Ni hali iliyopelekea waziri wa elimu kaunti ya Kilifi Felkin Kaingo kumsimamisha kazi mara moja meneja msimamizi wa chuo hiki cha kiufundi cha Mkwajuni Patrick Mbaga Jilani, pamoja na mhasibu wa chuo hiki Omar Makweli. Kufikia wakati huu, yule manager hapa, bwana Mbaga, tumefuta we have interdicted him. The accounts clerk pia nimemwona, ni mlevi. Nimekuja hapa nikamwona ni mlevi hawezi jibu maswali, tumefuta. Na hiyo board ya hii vocational training center tumevunja. Hii ni kufuatia ubadhirifu wa fedha, ambapo Waziri Kaingo amethibitisha kuwa wanafunzi hawa walilipa fedha hizo kwa chuo hiki cha Mkwajuni, ila hazikufikishwa kwa mamlaka ya mitihani ya vyuo vya kiufundi NITA, ambayo inapaswa kupokea malipo hayo kwanza kabla ya kuruhusu mitihani kufanyika, hali iliyopelekea watahiniwa hao kukosa kupewa mitihani hiyo. Hawa wanafunzi wote walilipa karo za hiyo mitihani lakini senta maneja wao, yeye hayuko hapa sahii ni kwamba zile pesa walizitumia kufanyia vitu zingine, si kulipia mtihani. So NITA haikulipwa na kufikia leo wakasema kwamba hawa vijana, kwa sababu hawakulipia karo, hawatafanya hizi mitihani. Vyuo vingine vyote, tuko na vyuo 42 kwenye hii county. na zile vyuo zote zingine zinafanya mitihani, wanafunzi wote wanafanya mitihani, lakini hapa kwa huzuni inasema kwamba hawa vijana 97 hawakulipiwa zile fiza ambazo ndio walikuwa wanatekana kulipa. Kufuatia hilo, Waziri Kaingu amesema wa kuwa wanafunzi hawa watalazimika kufanya mitihani hiyo Aprili mwaka ujao, akitoa agizo kwamba wasitozwe ada zozote. Next year, hii mitihani ya mwezi wanne hawa vijana wote watafanywa mitihani na kutokea mwezi wa kwanza wale ambao wanataka kwenda kwa mafunzo tutawasaidia, tutawapatia barua ili waende kwa mafunzo, mpaka hiyo mwezi wa nne watakuja fanya hiyo mitihani na hawatalipa pesa tena za mtihani. Vilevile, Kaingu amebaini kuwa kuna jumla ya fedha kiasi cha nusu milioni ambazo zimetumika pasipo maelezo sahihi ya kiuhasibu. Nimeona hata kuna withdrawal moja ya half a million was withdrawn from the bank statements. The bank statement is here, half a million was withdrawn where was this money taken to so these are some of the things we want to look at i will bring accountants here they will go through all the records we have an audit team at the county watakuja hapa waangalie wataniandikia report and from that report we we shall see how we are going to punish these people. Jitihada za wanafunzi hawa 97 zimesitishwa kwa muda kufuatia ubadhirifu wa fedha lakini pia uongozi duni wa waliokuwa wasimamizi katika chuo hiki cha kiufundi cha Mkwajuni. Je, wanafunzi hawa watapata haki ya kufanya mitihani yao tena kama alivyosema waziri katika kaunti hii ya Kilifi? Nikiripotia Coco FM kutoka chuo cha kiufundi cha Mkwajuni hapa Takaungu, kaunti ya Kilifi. Mimi ni Hamisi Kombe. Coco FM, ladha ya pwani.